Kwingineko ni kwamba kamati ya bunge la kitaifa kuhusu ujenzi na ustawi wa miji sasa inataka wanakandarasi wanaotekeleza miradi ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu kuongeza nguvu kazi ili kuharakisha ukamilisho. Kamati hiyo iliyoandaa ziara ya ukaguzi wa maeneo kadhaa ambako ujenzi huo unaendelea jijini Nairobi iligundua kwamba wakandarasi wamepunguza idadi ya wa wafanyakazi licha ya kupokea malipo kwa wakati ufaao kutoka kwa serikali. Wabunge hao hata hivyo, walibaini kuwa mradi wa ujenzi wa nyumba hizo unaenda sambamba na muda uliowekwa. Wahakikisha kwamba ile mradi ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu katika mitaa ya Mukuru na Shauri moyo katika kaunti ya Nairobi. Uchunguzi uliotekelezwa na kamati ya bunge la kitaifa kuhusu ujenzi na mipango ya miji mnamo Jumanne ulifichua mianya katika utekelezwaji wake. Wabunge walisema mpango huo wa serikali ya kitaifa unatarajiwa miongoni mwa mengine kushughulikia ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana our ask as a committee, as the chairperson has said, is that we need more people on this site. The capacity of this site does not warrant the number of people we are finding. So we would expect big sites to have, uh, thousands of people working on those sites, even for the program to be able to be implemented in shorter periods. wabunge walipongeza hatua zilizopigwa katika ujenzi hata hivyo waliibua wasiwasi kuhusiana na uwezekano wa kujengwa kwa maeneo muhimu ya umma ambayo yataanzishwa kwenye maeneo mapya ya makazi the the the the the the the question of the schools around around because because you know know population population that is is is is is going going going to to to to to be be be here here. here 3,000 4,000 families. And And And where students, pupils, starting? they they told us they have expanded uh, the Hishima Primary School, which which uh, we also wanted to know whether they have our plans on expanding it huge. Ile shule walikuwa hapa ni watoto 0 w Elfu moja. Kwa hivyo tumeambia pia State Department wajaribu angaa wahakikishe kwamba ile shule itajengwa hapa iwe pia inatosha hiyo umati ya watu watakuwa hapa. Wakati huo huo Kamati hiyo inataka idara ya ujenzi na ustawi wa miji kutoa maelezo ya aina ya kandarasi zilizotolewa kwa watekelezaji wa miradi ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Isho kiwa Shira Darubini.